Taifa. Ni khutba ambayo nataka nizungumze na Watanzania wote kwa ujumla, Waislamu na wasio Waislamu. Anwani ya khutba yetu inatuambia Watanzania, huyu ndiye adui yetu. Ndugu zangu, adui wetu mkuu ni nani? Sasa twende katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, mwongozo tosha kwa wamchao Mungu na mwongozo tosha vilevile vile kwa watu wote. Adui wetu mkuu, kama umekuja kunisikiliza kuona huyu shekhe ananiunga mkono mimi au yuko na sisi, mimi siko na mtu. Kwa taarifa yako babu, niko na Mungu na mafundisho ya Mungu na ninamwaga sera za Mungu na ninasoma aya za Mungu. Kwa kuwa wengi wenu hamkuwahi kusoma dini, hamjui maneno ya Mungu. Mnadhani elimu ni yesno mzungu kala fenesi, kujua kiingereza ndio kusoma? ni lugha hiyo. Kwa taarifa yako, wazungu kibao huko Ulaya waupe kama albinos hawajui kizungu. Na yule mdanganyaji mkuu, tapeli mkuu, yupi sasa

Khutba yangu hii ni khutba ambayo kama nilivyotangulia kusema ni khutba ya kitaifa, kwa sababu taifa letu linapitia katika kipindi kigumu, linapitia katika kipindi cha fitna mfarakano baina ya watu wake. Kwa hilo basi, leo sijaja kuzidisha mfarakano na sijaja kuongeza fitna. Wenye akili kubwa watanielewa, kwa sababu namshukuru Mungu na mimi na akili kubwa akili iliyohifadhi Qur'ani nzima, alhamdulillah, haiwezi kuwa akili ya kawaida. Na kwa wale wanaopapatikia madigrii na ma masters, nina masters pia. Nalisema kwa sababu kuna watu wamezoea kusema mashekhe zetu hawana digrii wala masters. Mashekhe kibao wana digrii na masters, tatizo liko wapi? tatizo baadhi ya watu wanataka tuendane na akili zao. Pindi tutakapoendana na akili zao, sisi ni safi, sisi ni viongozi wazuri, sisi ndo kila kitu. Ukienda kinyume na mawazo ya mtu ndio utaanza kusikia darasa la saba huyo, madrasa hiyo, matusi kwa Uislamu, matusi kwa Qur'an, matusi kwa Allah subhanahu wa taala. Madrasa unaijua wewe? Unajua ndani ya madarasa yanafundishwa nini? Wewe kichwa mchunga, akili ya kushikiwa, akili ndogo kama ndege. Nazungumza na wenye akili kubwa. Leo katika taifa hili, taifa na jahazi la taifa limeyumba, limetaka kuzama na kiongozi yoyote wa dini aliyemsoma Mungu kweli kweli, na kitabu chake na ni mfasi mzuri wa mitume na manabii wa Mungu hawezi kuzamisha jahazi, bali ataliokoa jahazi. Hotuba yangu insha Allah ni khutba ambayo kama Mungu ataibariki, nataka nizibe mwanya kabla ya, kuz, ya kujenga ukuta. Ndugu zangu wa Islam, taifa letu linapitia lina katika majaribu na katika mitihani mizito. Qurani tukufu inasema ahasiba annasu an yutaraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun, hivi watu watadhani yakuwa wataachwa bure bure baada ya kusema kwamba sisi ni watu wa Mungu. Tushajiita sana sisi ni watu wa Mungu na taifa la Mungu. Sasa Mungu anasema ndani ya suratul Ankabut aya ya pili. Hivi watu wanadhani ya kuwa wataachwa bure bure, baada ya kusema wao ni watu wa Mungu na wamemwamini Mungu, bila ya kupewa misukosuko na majaribu? Taifa letu, hali hii ambayo hivi sasa inapitia, umoja wetu, upendo wetu. Wetu, mshikamano wetu tuliojengewa na waasisi wa nchi hii, vyote hivi vinaanza kutetereka. Ni nchi nzuri kweli kweli kuliko mamilioni ya nchi duniani. Ni nchi yenye umri zaidi ya miaka 60, makabila mbalimbali mbali rangi mbalimbali mbali, maumbile mbalimbali maeneo mbalimbali, imani mbalimbali mbali, itikadi mbalimbali mbali, dini mbalimbali, hatujawahi kunyosheana kidole, lakini leo tunaanza kunyosheana kidole. zile sifa njema tulizo nazo duniani kote zinaanza kutoweka sasa. Utu, ubinadamu, huruma baina yetu, heshima baina yetu vinaanza kuota mbawa. Mimi binafsi mpaka leo nipo katika tafakuri tangia yatokee ya yaliyotokea. Sijawahi kusema chochote juu ya hayo, si kwa sababu ya uoga. Sinaga nidhamu ya uoga. Mimi Qurani sura ya tisa inamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema ewe Muhammad, halitotupata isipokuwa lile ambalo amekwisha tuandikia Mola wetu. Na moyo wa mtu ni kichaka kikubwa sana, na hakuna mjuwaye mtu zaidi ya Mungu wake aliyemuumba.

matakwa yao sio. Mimi mtoto wa mjini, mtoto wa Dar es Salaam, ma jiji la gharama, mtoto wa TMK, siko tayari kumfurahisha mtu. Hutba hii ikufurahishe, utajua mwenyewe, ikuudhi, utajua mwenyewe. Viongozi wengi wa dini wamesema sana tangia tukio la Oktoba 29 mwaka huu 20, sijasema chochote leo, ndo mara ya kwanza nasema, kwa sababu natafakari sana na nipo katika tafakuri kubwa sana, na kwa sababu nimesomea fani yangu hii ya da'wa. Fani ya da'wa inasema idha kathura tabakhuna fasada almaraq, wapishi wakiwa wengi mchuzi utaharibika. Hilo ndio limenifanya ninyamaze kwanza, nisikilize wasemaji wanaosema wana na viongozi wenzangu wa dini dini zote. Kipindi hichi sasa ndio wanasema kwelikweli. Kweli wako wanaopatia katika kusema na wako wanaokosea katika kusema. Mimi leo tafuk tafakuri yangu ni moja tu. Tafakuri yangu ni kwamba taifa letu limepata doa, taifa letu limepata dosari. Yaliyotokea hayakubaliki kidini wala kimaadili. Mtanzania yoyote mwenye dini yake sidhani kama kuna dini au vitabu vya dini vinavyounga mkono yaliyotokea. Tukirudi katika maadili, mila na silka zetu tulizoachiwa na waasisi wa nchi yetu, hawakutufundisha hivyo. Ndio maana nasema tukio hili halikubaliki kidini wala kimaadili.

Ogopeni fitina, bala, mtihani, msukosuko, janga ambalo likitokea halitowapata wahusika tu, litawapata watu wote. Nitumie fursa hii kuungana na kila aliyetoa pole kwa taifa na watu wake kwa ujumla, kila aliyeguswa na matatizo haya kwa kufiwa kwa kuondokewa, kwa kuharibikiwa, kwa kupata matatizo mengine. Ni wape pole waliotangulia mbele ya haki, na muomba Mola awalipe kwa mujibu wa imani zao, matendo yao mema yao na nia zao kwa ujumla. Waliobaki kuwa hai wakapata majaraha Matatizo mbalimbali, shoti, hasara, Mungu awape fidia, na Mwenyezi Mungu ailinde Tanzania na awalinde Watanzania kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, tafakuri yangu ya leo ni kwamba Watanzania tumekwishamfurahisha adui yetu mkuu. Anachekelea. nilipokuwa nasari skul nasoma maeneo ya Chang'ombe miaka hiyo, tuko tunaitwa wadudu au vidudu. Kuna mwimbo mpaka leo sijasahau: asiyejua kusoma ni mjinga kabisa, ni mjinga kabisa huyo huyo huyo, ni mjinga kabisa. Adui zetu wanasema hao, hao hao ni wajinga kabisa. Taifa hili lina maadui. Mataifa mengine hayawezi kufurahia taifa hili kwa kukaa kwa amani, utulivu, umoja, mshikamano baina ya watu wake. Hilo linawakera mahasidi, maadui wenye roho ya kwakele, roho ya nzopata, roho ya kisokoro kwinyo, wanapika pilau huko waliko lakini adui mkuu amekunja nne, ana umri wa miaka na miaka maelfu ya mwaka, amekunja nne, anasema sasa nimewapata. Haya yanayoendelea hakuna mshindi kwa taarifa yenu, na hakutopatikana mshindi kwa taarifa yenu, ama taifa libaki salama na watu wake, au taifa liangamie na watu wake. Nimesema sana. Mtume wa kimataifa, mwalimu wa walimu, kiongozi wa viongozi, profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, kiumbe pekee aliyekamilika, Sayiduna Muhammad ametuambia maisha ya dunia ni kana kwamba mnaishi katika jahazi lenye tabaka mbili ground floor na first floor. Waliopo ground floor wanaomba maji kila wakati juu katika first floor, kwa sababu juu ndio kuna chakula na vinywaji. Siku wakichoka wakisema, tusiwaudhi wenzetu, tusiwakere wenzetu, panda shuka sio jambo jema tunaonekana tunaomba-omba, wakati chakula na vinywaji ni haki zetu. Si tumekalia maji? Kwa nini tusitoboe tundu dogo tukajipatia maji on time, tusiwakere wenzetu na tusijikere wenyewe, panda shuka. Mtume Muhammad kasema, wamefikiri lakini hawakufikiri vizuri Mkiwaacha wakatoboa wa jahazi hilo, wataangamia wao na mtaangamia nyote, na mkiwazuia mkawarai, msifanye hivyo, mkawasikiliza, watapona wao na mtapona wote. Ndugu zangu, adui wetu mkuu ni nani sasa? Twende katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, mwongozo tosha kwa wamchao Mungu, na mwongozo tosha vilevile vile kwa watu wote. Adui wetu mkuu kama umekuja kunisikiliza kuona huyu shekhe ananiunga mkono mimi au yuko na sisi, mimi siko na mtu, kwa taarifa yako babu niko na Mungu na mafundisho ya Mungu na ninamwaga sera za Mungu na ninasoma aya za Mungu. Kwa kuwa wengi wenu hamkuwahi kusoma dini, hamjui maneno ya Mungu. Mnadhani elimu ni yes no, mzungu kala fenesi. Kujua Kiingereza ndio kusoma? Ni lugha hiyo. Kwa taarifa yako, wazungu kibau huko Ulaya waupe kama albinos hawajui kizungu lakini aliyejua maneno ya Mungu huyo ndiye aliyeshika hatamu ya ulimwengu, kwa sababu anaongozwa na ufunuo wahi ya Mungu. Naishi na Quran. Na kila anayejiita mwislamu, Hasani Juma Muhamedi Abdalla, ukipinga khutba hii ambayo nakusomea maneno ya Mungu na Mtume Muhammad, wewe sio mwislamu kwa sababu ukipinga mafundisho ya Uislamu umekwisha toka katika Uislamu. Baridi tu, shekhe, hata kama sio Muislamu. Amna baridi, kuna joto akhera na kusubiri babu. Qurani tukufu sura ya 35 aya nambari 5 hadi 6 suratu Fatir, inatueleza adui wetu mkuu ni nani, tena aya inawaita watu wote

malengo ya shetani ni kujipatia kundi ili apate kwende na kwende nalo motoni. Kama hili halitoshi, katika sura ya kumi na mbili, Suratu Yusuf aya nambari tano, mola anaweka wazi anasema, inna shaitana lilinsani adu mubin hakika ya shetani kwa mwanadamu ni adui aliye wazi kabisa. Ushekhe anatuambia nini? Nakwambia ni maneno yaliyokuumba, ukiyapokea ni faida kwako, ukiyakataa we ni kiumbe dhaifu sana. Saa nne asubuhi huko, saa nne usiku uko hoi, usingizi Njaa huwezi kuivumilia, maumivu ya jino huwezi kuvumilia. Ukipokea sawa, ukikataa sawa. Tulidhani angetwambia ndugu wetu ni huyo. Mimi naishi na maneno ya Mungu, siishi na matakwa yako. Kama maadui wadogo wadogo tunao wengi tu, hata mimi nao, hata wewe unao na kuwa na uadui maana yake una neema. Ukikosa adui huna neema, una chochote wewe? Misi wazungumzi maadui wadogo wadogo, namzungumza mastermind kubwa lao, adui mkuu ambaye vita vyake na sisi baba yetu Adam na watoto wake kwa ujumla vilianzia mbinguni, kwa taarifa yenu. Qala habitu ba'dukum li ba'din aaduu. Mungu akawateremsha wote. Adam shuka, mkeo Hawa shuka, na Ibilisi na wewe shuka, mtu tatu. Natangia siku hiyo akaapa nitakula sahani moja na wao. Leo nitakuelezeeni kazi kubwa za sheitani, kazi kubwa za shaitan, kazi kubwa za Iblis, ili muone yaliyotokea. Mkono wa shetani pia haukosekani kwa namna moja ama nyingine. Suratul A'raf, sura ya saba aya nambari 27, msikilize Allah anasemaje, anawaita wanadamu wote, anawaambia ya ya bani adama layaftinannakum lshaytanu enyi wana wadamu kuweni makini asijaka wafitini asijaka wafitinisha asijaka waangamiza wa asijaka wapotosha

kama alivyofanikiwa kuwatoa wazazi wenu wawili Adamu na Hawa peponi. Laiti shetani asingehangaika akatunga, akapanga na kupangua, namna gani anaweza kuwagombanisha Adamu na mkewe na Allah na Mola wao namna gani anaweza kuwatoa peponi, shida zote leo duniani tusingelikuwa nazo, tungelikuwa tunaishi peponi sote, au tunaishi mbinguni kwa raha zetu. Hakuna bili za umeme, hakuna bili za maji, hakuna risiti za nini, kila kitu tunapata freshi, hakuna shida ya aina yoyote. Alimhusudu baba yetu na mama yetu, akawatoa huko peponi yanziu libasahuma liyuriahuma sawatihima, akawavua mavazi yao ili apate kuona uchi wao. Mapambano uadui baina ya shetani na baba yetu Adam na kizazi chake ni ya siku nyingi sana na hayatokwisha na yeye. Aliomba kwa Mungu ampe umri mrefu, ikiwezekana asifi mpaka siku ya kufufuliwa, ili ahakikishe anajizolea wengi katika watoto wa Adamu waende naye motoni. Sasa nini shida ya shetani? Nini shida ya shetani kwetu sisi? Shetani anatutakia nini na nini kazi kuu ya shetani? Wenye akili kubwa watanielewa, wasiokuwa na akili kubwa watanitoa akili. Na ukinitoa akili haina maana hapo hapo, nitavua nguo, nitakuwa taira. Akili ninazo nimeumbiwa na mola wangu.